Youtuber maarufu duniani uh, Aisha Speed kutoka nchini Marekani yuko barani Afrika, anaendelea na tour yake ya mataifa 20 ambayo aliyoweka kwenye orodha yake, ambapo alisema kwamba anatumia siku 28 na kwenye tour yake ya barani Afrika, na jana amemaliza tour yake Johannesburg, Afrika Kusini. Afrika Kusini katembelea Joburg katembelea na Cape Town, ameenda Cape Town then akaenda Joburg, na amemaliza jana tour yake. Na IShowSpeed alisikika kwenye video moja akasema kwamba kwa sababu IShowSpeed kazunguka karibia mabara yote, ila jana ka admit kasema tour yake ya Afrika anaireti kwamba ndo the biggest tour ambayo amewahi kuifanya, kutokana na love ambayo kaipokea kaitok bara Afrika na Mandiu. Kaenda Angola, kaenda South Africa. Sasa jana ameonekana ka ameenda clubs uh, na ameonekana anafundishwa kucheza ama piano moja <mimitation> ya kitu cha utamaduni kwao ni mtu kufahamu kucheza na nini, so akawa anafundishwa kucheza staff. So Aisha Speed kasema katika tua yake kubwa ambazo amewahi kuifanya, ana admit kwamba tour ya Africa ndio the biggest, na kingine ameongeza siku kutoka siku 28 mpaka siku 30, na watu wanasema huyu kaenda South Africa, kala vyakula vya South Africa, kapokea upendo mkubwa kutoka South Africa, Angola, ambapo alikuwa live. Bado ajaenda mataifa mengine, kwa sababu kuna Nigeria, kuna Kenya, unaelewa, kuna Zimbabwe, kuna Mozambique, namna mapokezi yake yalivyokuwa kwa mataifa ya Ulaya na Amerika huko na Asia, wanasema video nyingi zilikuwa zinaonyesha iShowSpeed. Watu wengi walikuwa wanambagua, na unajua, Aisha Speed inaendelea vizuri na mapokezi yake yamekuwa ni makubwa ah, namna watu walivyokuwa wametarajia. Na unaambiwa kwa hizi siku tatu Aisha Speed ame followers na subscriber YouTube wameongezeka wa maradufu baada ya kutua barani Afrika. So inaonyesha kwamba namna watu wa Afrika walivyokuwa wanamsubiria kwa hamu kumwona Aisha